Rafiki yangu karibu tena, tuzungumze masuala ya muziki, na katika wasaa huu nitakuambia tafakuri kumi zitakazokusaidia wewe mwimbaji wa nyimbo za Injili endapo utazifanyia kazi. Tafakuri kumi zitakazokusaidia wewe mwimbaji wa nyimbo za Injili endapo utazifanyia kazi. Tafakuri ya kwanza inasema, kwa mtu unayejitambua huhitaji kiki ili kujiweka sehemu fulani, acha kazi zako zikutambulishe na zitakuweka sehemu unapostahili kwa heshima. Kwa mtu unayejitambua huhitaji kiki ili kujiweka sehemu fulani, acha kazi zako zikutambulishe na zitakuweka sehemu unapostahili kwa heshima. Kiki sio neno rasmi la Kiswahili, lakini ni neno ambalo linatumika mtaani, na neno hili linamaanisha mtu kuweza kufanya vituko ama mizaha fulani ama kuibua skendo fulani hiyo skendo inaweza ikawa nzuri au mbaya, lakini lengo la kufanya vituko mizaa ama kufanya skendo fulani, na inawezekana ni skendo mbaya kabisa, lengo la kiki ni kuwafanya watu wale wanaosikia hiyo skendo, huo uzushi au hilo jambo, huenda ni nzuri ama baya, waweze kuwa makini na kuanza kumfuatilia yule mtu, waelekeze akili zao katika kumfuatilia yule mtu, na watakavyomfuatilia inamaanisha yule mtu atapata umaarufu naye katika mambo yake yale aliyokuwa nayafanya nyuma ya pazia. E, ama katika kitu chake alichokusudia, basi ule umaarufu utamsaidia kumpa faida fulani. Ndio lengo la kiki. Sasa sisi watu wa Mungu hatutakiwi kufanya kiki, kwa sababu kiki wakati mwingine sio nzuri. Kiki ni uongo, kiki ni uzushi. Hata e, kama kiki haina ubaya wowote, lakini sio jambo jema. Kwa nini ujitafutia umaarufu kwa kiki, kwa vitu vya ujanja ujanja kama hivyo? Haipendezi. Ndio maana anasema mwimbaji wa injili, acha kutafuta kiki, acha kazi zako zikutafuta. Tafakuri ya pili inasema huhitaji kuwaponda wengine ili wewe uonekane bora, bali waonyesha upendo kwa kuwasaidia wengine hata kwa ushauri wako tu na kuwaonyesha njia. Tafakuri ya tatu inasema kila bidhaa ina mteja wake. Kwa hiyo jikubali, jiamini na unachokifanya utajitengezea aina ya wateja wako watakaoikubali bidhaa yako bila kukuwekea masharti. Tafakuri ya nne inasema amini katika mchakato, kwa kuwa mchakato unakufanya uwe bora na thabiti. Usiamini katika njia za mkato, zinaweza kukupotezea malengo yako na hatima yako. Yani, kwa lugha nyingine unahitaji kulipa gharama kwa kile kitu unachokifanya. Inawezekana ni gharama ya muda, inawezekana ni gharama ya kutafuta maarifa, inawezekana ni gharama ya maombi, eh, gharama ya kumtafuta Mungu kwa kusoma neno. Lakini eh, msingi wa pointi hii ni kwamba unahitaji kulipa gharama, usikwepe mchakato, kubali kulipa gharama. Tafakuri ya tano inasema Weka bidii, malengo na mikakati ya kutekelezeka katika kila unachokifanya. Weka bidii, malengo na mikakati ya kutekelezeka katika kila unachokifanya. <Sessimilis> Na tafakuri ya sita inasema jitambue, unataka kufika wapi au unataka kuwa nani? Ukijua unataka kufika wapi na lini ndio itaamua kwamba utumie bidii ya kiasi gani ili uweze kufika hapo unapotaka kufika. Tafakuri ya saba inasema usichoke kujitafuta upya pale unapogundua kwamba kuna sehemu umekosea, kwa sababu inatokea, kuna wakati mipango huwa inagoma. Kwa hiyo ikitokea mipango imegoma, usichoke kujitafuta upya, anza upya kivingine kabisa, na hii itakusaidia e, kutoishia njiani. Tafakuri ya nane inasema wengine kama wameshafikia kwenye hatima zao au kwenye malengo yao ni sawa tu, wala isikufanye ukae kinyonge, kwa kuwa hata siku za kuzaliwa na familia tunazotoka hazifanani. Kama huna wajomba wa kukushika mkono, wewe endelea kupambana. Kuna siku kitaeleweka na utamshukuru Mungu kwa kukufikisha hapo ulipofika, na sio wajomba, bali utamshukuru Mungu. Tafakuri ya tisa inasema kuna nyakati kubali, yaani itabidi ujitenge na hata na marafiki wa karibu wakatisha tamaa na watabishaji wote, ili kwamba tu uweze kufikia malengo yako. Kwa hiyo kuna wakati itabidi ujitenge na wale marafiki wa karibu, lakini ni wakatisha tamaa, ili kwamba uweze kufikia malengo yako. Na tafakuri ya kumi ambayo ni ya mwisho inasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa hiyo usiache kumwomba Mungu siku zote. Zaburi 60 mstari wa 12 inasema, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Asante sana kwa kunifuatilia na kunisikiliza. Ni mimi msimulizi wako Jeremiah Wami. Aha, aha, aha, aha. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo.